Kipindi cha kwanza, dakika 45 za kipindi cha kwanza zimetamatika katika uwanja huu wa Momboyanga. Simba Sports Club, mnyama akiunguruma katika ardhi ya Zanzibar. Pale Amani Stadium. Tunasema kwamba mnyama anarudisha kombe nyumbani. Bao ni ni ni ni moja moja kwa sifuri, aggregate ni mbili moja. Tuko na na ndugu zetu katika katika katika katika uwanja huu wa wa wa wa Mwembeyanga wakitia ubani ubani, kuiombea Simba Simba Sports Sports Club Club katika mechi, mechi leo. Leo, Hebu tuwasikilize katika mechi. Vipi? vipi? Bwana, mambo shwari, inakuaje? Ah, tunashukuru Mungu. Naona timu yetu Simba Sports Club katika ushindi wa mechi leo. Eh, ni kweli kabisa, wiki nzima mpaka sasa hivi tuna wiki moja, tunaendelea kuomba na kutia ubani. Tunaona tunachokifanya ni kikubwa, ni dua kumwomba katika mechi leo, ili mradi tushinde. Tunasemaje katika dakika 45 za kipindi cha pili? Mimi nasema katika dakika 45 cha kipindi cha pili, yani tutarajie makubwa zaidi, kwa sababu wenzetu wameingia kwa. Hii ni fainali, fainali sio ndogo, fainali ni kubwa na ina mambo mengi. Kwa hiyo tu, tuendelee kuomba dua kwa ajili ya jambo letu, ili mradi tuweze kuipa heshima Tanzania na Simba Sports Club. Bwana anasemaje? Kwa hilo pia nashukuru Mungu, alhamdulillah, biamina. Simba amecheza vizuri kwa kipindi cha kwanza, na muda huu sasa, ss tunaingia kwenda kuwamaliza. ya tunawamaliza, wataka staka au nyuma mwiko <laughs> watafurahi, kwa sababu wao wanaomba mabaya, kwa sababu wao wanaomba vitu ambavyo hawafahamu, ambavyo haviko na Allah. si tupo na Allah, tupo na Mungu na tunawamaliza Tukiingia chapili. Kuna kanda ya pili, kuna kanda ya tatu, tunasema alhamdulillah ya amina inna lillahi inna ilaihi rajiun. Tunawazika. Bora ya kuambia kipindi cha pili, tunasema alhamdulillah inna lillahi wa inna Simba Sports Club anarudisha Kombe hapa katika ardhi ya Dar es Salaam. Ee bana, tunasema tuko na vijana wetu, tuko na ndugu zetu hapa. Tukiamini kwamba kombe linarudi nyumbani. Simba Sports Club nguvu moja. Simba wewe. Simba wewe. Simba, Simba, Simba. Simba nyingine tena kwa kwa kwa huu wa Mwembe Yanga. Sana. Kuna mdogo mdogo mdogo wetu wetu wetu hapa, anasherehekea kidogo. mambo vipi? Angalia maiki yetu pale. Unaitwa nani? Saira. Unaisemaje? Simba simba. Simba Simba Unaipenda Simba? Simba. Simba yako leo? Leo. Sema kitu kwa niaba ya ya ya. Eh bana anakwambia kwa sababu ya furaha katika mechi ya leo. Simba anatangulia kwa bao moja kwa sifuri. Anasema kwa uwezo wa Allah kwenda na rudi nyumbani. Unaiombea nini Simba? Ushinde. Uende ushinde. Magoli mangapi? Matano. Eh, bana mdogo tu anasema uendea Simba shinde magoli matano. Asante sana mdogo wangu. Poa sana. Tukiwa katika maeneo haya mwelekeo yangu bado tunazurura. Tunaangalia watu hapa kwa uwezo tunatendaje. Tuko na rada zetu hapa. Tuko na rada zetu hapa. Hawa ni wana Simba Sports Club. Jamani, mambo zenu. Hebu tuambie msichoto kuhusiana na kipindi cha kwanza cha hii mechi ya leo. Hapo kiufupi mimi nimefly ila bado sijafly. Kwa nini hujafly? Na imani yani tukirudi kipande cha, kipindi cha pili tuongeze haraka haraka goli la pili. Tupate lingine la tatu la ushindi na mpira uiche ndo nta fly zaidi. Ila hapa nilichokionyesha nimefly. Hivyo yani. Ah ndo hivyo yani kwa sababu kwa sababu sina fly kusema ile inga fly kwa sababu bado matokeo ndio yapata sijaizika nayo, kwa sababu nina deni bado, ila naomba Mungu tukirudi raundi ya pili, Mungu aonyeshe maajabu yake, imali Simba tupate kuchukua ile kombe na kurudisha kwetu Tanzania Bara. Wewe naomba kikubwa, naomba Mungu atusaidie tuchukue ile kombe. Ebana, wadawa zetu wanakuambia wanachokiomba ni kipindi cha pili, pili, burudani iwe zaidi, upate bao zaidi ya moja. Tuendelee kutoka hapa, tunaendelea kutukamaenea Mwembeyanga, tupo bado, tunaendelea kutembea tunatafuta watu hapa kwa ajili ya kuzungumza nao. E bana, kunatakshindo kukimbia hapa, tunaweza ukapata mashabiki wa Simba, kupata mashabiki wazuri wa hili jambo. Tuko na braza hapa kwenye bodaboda, beza boda, boda, mambo vipi hapoka <coughs> kama kawaida eh, na na e, kwa jinsi nilivyoangalia mpira, nafikiri kipindi cha pili tutakuja kivingine. Waliomzarau walikuwa fahamu mpira yule ni mche, mchezaji mzuri sana, ukilinganisha kati ya yeye na Kibu, yeye yuko juu zaidi, kwa sababu ni mtu ambaye hanyumbuliki ananyumbulika, kwamba ni mpira akipata na achia tofauti, wa na Kibu ambaye anakuwa anang'ania mbele. Barkani walikuja kwa mpango mmoja wa defense, kwa hiyo sisi tunashambulia, kwa sababu wao tayari walikuwa wameshikilia kitu fulani, na ndio maana walikuwa kwa nyuma. Neno moja kwa kwa timu yako ya Simba katika kipindi cha pili. Mimi nawaambia Simba watulie, ushindi upo, kombe litabaki. Bada nakwambia Simba watulie ushindi upo kombe litabaki. Bado tupo hapa katika viwanja hivi vya hapa ya Mwenda Yanga. Bwana tunazungua, bado tunapata mashabiki wa Joko na bado hapa na fly sana, baada ya goli moja hili kupatikana na Joshua Mutale Budo. Bada mambo vipi? Aise safi. Unakumbuka kwamba mwanzo kabla ya mchezo nilikwambia kwamba kwamba mechi itakuwa ngumu. Na mechi itakuwa ngumu lakini nimekwambia hii kwamba tunabeba. Dakika 45 ndo no kama ulivyo, ulivyoiona, kama vile wote na sisi tunajua watakaa kimya. Dakika 45 za kipindi cha pili tunakwenda kumaliza lile ambalo tunalotarajia sisi kulifanya. Kwa hiyo wao wakae kuongea. Waliongea sana kwa sababu wao utafikiri kama ndo walikuwa wanacheza wao. Lakini sisi tulikaa kimya. Sasa hivi hawaonekani. Sasa hivi wamekaa kimya, hawaonekani. Mimi nakwambia watafute. Hawaonekani sasa hivi. Wao kama unataka kuamini watafute kama utawaona. Sasa hivi hawaonekani. Wanasubiri dakika 90 na mimi nakwambia hii dakika 90 mwarabu atoki sisi tunajua kwamba mwarabu dakika tisini atoki na ile kombe linabaki. Kwa mara hii nyingine si limekuja wao, walicheza hawajacheza na nini, na kombe alolileta kombe hapa ni Simba kalileta mara mbili brother. Uelewe hilo, hawa hawajaleta kombe hapa. Ile wameleta mara hizi mbili, mwaka tisini na tatu na mwaka elfu mbili na ishirini na tano ishirini na tano tarehe ishirini na tano mwezi wa tano mwaka elfu mbili na ishirini na tano Kuna tano tatu, kuna mbili tatu, lakini kuna sifuri moja. Wao walitufunga mbili, kati ya mbili na tano, kubwa tano, ukitoa mbili za kwanza zinabaki ngapi? Mwarabu anakufa goli tatu hapa, nani Amani Stadium. Bwana katupa mahesabu ambayo hakuna mwananchi yeyote anaweza kaenda kupiga mahesabu kama hayo. Katoa tano, katoa mbili, akaijumlisha, akaigawanya. Bwana, shukrani sana. Mimi nakubali sana na kukwambia Simba Sports Club anamwasha mtu bao tatu hapa katika ardhi ya Zanzibar, uwanja wa Amani Stadium. Tunasema Tanzania nguvu moja na Simba Sports Club analibakisha kombe hapa hapa katika ardhi ya Tanzania. Bado tupo katika maeneo ya Mwembe Yanga tunatembea bwana, vipi? Safi. Inakuwaje? Freshi. Naona upo katika eneo la Mwembe Yanga huku unapata burudani huku unafanya ndio e bwana, sana kabisa. Maneno mawili katika cha kwanza, hi 45 hizi, kipindi cha kwanza hiki tuna matarajio ya, ku, ya, ya kupata goli la, la kwanza. Hilo goli la kwanza kweli ni goli la ufundi la Abdo, kweli tumelipenda sana na tunashukuru sana wengi. Walikuwa wanafikiri kwamba hatutapata matokeo, lakini Mwenyezi Mungu ametia wepesi, tumepata matokeo na tunazidi, tutaongeza lingine la pili. Basi tunashukuru sana kaka, kwa mawili yako matatu uliotoa kwa niaba ya watu wote. E bana, hapa tuko na wananchi, wananchi ndio huyu hapa leo. Ame camera ya nani, wachache sana wananchi wa katika maeneo haya hapa. Hebu ngoja tumsikilize mwananchi, anatuambia aje. mambo vipi? Swali kama gani? kabisa. Kwa, kwa, kwa kabisa. Unaonekana mwananchi, umekuwa mpole sana mnyonge, baada Simba Sports Club kupata bao lake la kuongoza katika kipindi cha kwanza, inawezekana no kwa kwa kwa akapata goli moja. Kwa na anavyocheza, ina la pili. Unakubali kwamba Simba ndio mtu wa kwanza, ndio timu ya kwanza kulibakisha kombe la shirikisho la Afrika? Bado siwezi kukubali kwa sababu mechi bado ingalipo mb... na mpira hujaisha bado unaendelea, angalia kipindi cha pili tangalaa kasi anayoingia atakachopata, ndio najua kama wamepita wame au vipi? maana hapo kwa kishinda weli mbili kuna matuta pia imetokea Simba galiba. Kisha utasemaje kama mwananchi? Nitampa hongera kama mwananchi mwenzangu, amejitahidi, amelifikisha kombe, na sisi mwakani inshallah, Mungu akijali, tutafanya vizuri, watatupata nguvu sisi ya kufanya ya kufanya vizuri kimataifa zaidi. Ebara, ebana, mwananchi amekubali mziki wa Simba Sports Club katika dakika 45 za kipindi cha kwanza. Mwananchi <mulayani> ameridhika na dakika 45 za kipindi cha kwanza, amesema kwamba shout out kwa Simba Sports Club. tuko, tuko na brother hapa na assist hapa. habari yako? Salama. Kwema kabisa Kwema. tunaomba dakika zako mbili utupe utu, utu, utu, utu, utu, utu, mwalimu tatu kusema dakika 45 za kipindi cha kwanza katika mechi ya Simba Sports Club katika finali ya leo. S simba wanacheza vizuri sasa dakika kama thelathini za kwanza, unaona sema baada ya kufunga lile goli baadaye wakaruzi wakawa tena washambulizi wawapelekee sana washambulizi wale jamaa, hadi wale jamaa wanageuka sasa, wanaanza kutupelekea sisi mashambulizi. Unaona, kwa hiyo itakuwa kwamba kama jinsi alivyokuwa ameamua kupeleka mashambulizi, apeleke mashambulizi ma mwanzo mwisho. Sasa wale jamaa, usipowapelekea mashambulizi, wao ndio wanakupelekea mashambulizi, hapo wanakuwa wabaya sana. Tunashukuru kwa kwa maoni yako dada hapo, habari kwema Kwe. Kwe. unajipoza kidogo na Chris hapa. Mm, hebu -hmm. tupe maoni matatu katika kipindiha aza dada wangu mm. Ah, kipindi cha kwanza tumefanya vizuri, sema tumekuja kuzingua tu kwa hizi dakika za mbele. Ukubwa ni mashambulizi Mungu atajalia Dada mm -hmm. anakuambia kikubwa ni mashambulizi Mungu atajalia. Asante sana dada yangu bwana eh bana, bado tupo katika viunga hivi hapa hapa Mwembe Yanga, tunazurura tunaangalia mashabiki tunaangalia wapinzani wake Simba Sports Club ikwa katika maeneo haya Mwembe Yanga hapa, kilichokuwepo ni kwamba watu wote wanaiombea Simba Sports Club kama taifa, kama Tanzania. Katika eneo hili, ngoja tujaribu kusogea, sogea, tuangalie hapa mashabiki wa Simba Sports Club wengine, ili waweze kujaribu kuzungumza na sisi. Tunamwona brother hapa kapiga uzi mwekundu, hebu ngoja jaribu kumsikiza brother. Mambo vipi? Safi, kwema, kwema kabisa. Niambie ndugu yangu. Fresh bwana, mimi nasema kwanza hongera kwa kipindi cha kwanza kupata bao la kuongoza. Shukrani, shukrani sana unazungumziaje dakika arobaini na tano za kipindi cha pili, baada ya hili bao moja la kuongoza kupatikana kwa Simba Sports Club? Mimi nachofahamu, kwa plochi ya kocha, tutaingia na nguvu kubwa tofauti na kipindi cha kwanza, ili kwanza kukutumia kauli ya Ahmed Ali kusema kwamba kuwatapisha goli lao la pili. Kwanza najua tukishapata goli la pili, kupata la tatu itakuwa kazi nyepesi. Hivyo tu, maneno machache wenye ujumbe mzito kwa waliosema kwamba Simba hapati goli katika mechi ya leo, hebu tuambie sisi. Kwanza hatuwezi kuanza kudili na hawa watu. Kwanza kwa siku ya leo, sisi tuna jambo letu pale Zanzibar, tunataka tulikamilishe hiyo, halafu ndo tutaanza kudili na hawa watu walioanza kusema hayo maneno. Lakini kwanza tunataka tumalizane na hili lililokupo mbele yetu, halafu ndo tutaanza kudili na hawa watu wengine kwa hayo maneno ambao waliyasema kabla. Ebana bana, shukran sana, wacha tuangalia kipindi cha pili, afu tukutane baadaye kwa tisini za mchezo wa leo. Shukrani na wewe pia, tuombeane dua tukaimilishe hili jambo kwa usalama, ili tupate ushindi kwa Tanzania kwa ujumla, maanake hii sio Simba ya Uganda, hii ni Simba ya Tanzania, hilo tu.